Yabana, katika siku za hivi karibuni Rayvanny ameweza kuonesha mjengo wake wa kifahari kabisa ambao ni wa Next Level Music pamoja na magari yake matatu ambayo yalikuwa ni ya kifahari kabisa, likiwemo G-Wagon ambalo ni gari la kifahari yani, ni gari ambalo mtu anaweza kununua nyumba na eh, ukajenga ukamaliza, lakini pia nyumba fulani vya kifahari. So, yeye ameamua kununua gari fulani ambalo linafahamika kwa jina la G-Wagon. Imeonekana ni mafanikio kabisa kwa upande wa Rayvanny kuonekana kabisa kama muziki unalipa kinoma noma this time around kwamba Mwijaku ameweza kudai kwamba maisha ambayo Rayvanny anayaishi ni maisha fulani vy ambayo ni VVIP, anamiliki magari makali kabisa yenye rangi nyeupe, lakini msanii Damo Platinum inapaswa abadilike. Maneno ambayo Mwijaku ameweza kuyazungumza, amesema maneno haya Wakati wanamiliki maboma wakifarijiana wenyewe e, kwa wenyewe, Vanny Boy anaonesha maisha ya VVIP na White Toys e, bana, mwambino badilika. So ni kama vile Mwijaku ameweza kumponda Diamond Platnumz, lakini pia kumponda ambaye ni moja kati ya machao wenzake ambaye ni Baba Levo, influencer mwenzake huyo. So wameweza kumponda baada ya kusema kwamba wenyewe wanaoneshana maboma na wanafarijiana wenyewe kwa wenyewe, na ifahamike kwamba katika siku za hivi karibuni Baba Levo aliweza kumpeleka E bana, nyumba yake ambayo bado inaendelea kufanyiwa karabati watu wengi wakikadiria kwamba nyumba hiyo inaweza kugharimu takriban bilioni sita right now uko na mtazamo gani drop comment yako, kunyonja comment hapo, usiache kusubscribe ku like ku share, utakuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa eh, kadha kadha kutoka hapa hapa sawasawa online digital chao chao.